Ilikuwa mchezo wa paka na panya, waandamanaji upande mmoja na maafisa wa usalama upande wa pili. Kila hatua waliopiga wakikatizwa na vitoa wa machozi, maji ya kuwashawasha, rungu na hata risasi hatua ya polisi ikikatiza ajenda ya maandamano yao ya kuwakumbuka waliowaacha na kushinikiza uongozi bora. nimekuja kwa street ku demand justice, nimekuja ku demand better life, na nimekuja ku demand country yenye ni ya mwananchi si country yenye ni ya watu binafsi. Sasa tunaona vile hii inaitendeka kwa nchi, watu wanadisappear pale Turkana, wanadisappear pale Garissa, Wajir, wanadisappear hapa Homa Bay, hapa Nairobi hiyo hatukubali, hatutaki hiyo hiyo hiyo kitu, tunataka tuishe ishe, ishe kabisa. Kutoka barabara ya Moi Avenue, Kenyatta Avenue, Wabera, wingu jeupe na la waridi liligubika jiji, magari ya maji ya gesi yakimenyana na vijana walioshikilia msimamo wa kuendelea na maandamano. Jenzi walifika jijini kwa mtindo wao simu na bendera mkononi, vuvuzela na firimbi mdomoni, wakiongeza maski kwenye midomo, muziki ukiwa ni mojawapo ya kivutio kwa waandamanaji. Baadhi ya waliofika ni wale wanaoishi barabara ya Thika na waliositisha shughuli katika barabara hiyo na kutembea hadi jijini kujiunga na wenzao. Kama ilivyokuwa mwaka jana, waandamanaji waliofika kwa ukumbusho wa wenzao sitini waliouawa pia leo wameshinda wakikabiliana na maafisa wa usalama. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, katikati mwa jiji la Nairobi.